Mimi Matrida Lingu Hussein, kiranja mkuu wa shule. Mimi Isa Alex Mpwagi kaka mkuu wa shule naahidi ya kwamba nitakuwa mwaminifu katika kutekeleza majukumu yangu niliyokabidhiwa na nitazitetea na kuzilinda kanuni na sheria za shule sekondari Kazima kwa mujibu wa nafasi yangu, E Mwenyezi Mungu nisaidie. Kiranja katibu mkuu wa shule na ahidi ya kwamba nitakuwa mwaminifu katika kutekeleza majukumu yangu niliyokabidhiwa na nitazitetea na kuzilinda kanuni na sheria za shule sekondari Kazima kwa mujibu wa nafasi yangu, Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Daniel Mweupe kiranja wa taaluma naahidi ya kwamba nitakuwa mwaminifu katika kutekeleza majukumu yangu niliyokabidhiwa na nitazitetea na kuzilinda kanuni na sheria za shule ya sekondari Kazima kwa mujibu wa nafasi yangu, Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Hijira Karim kiranja wa taaluma naahidi ya kwamba nitakuwa mwaminifu katika kutekeleza majukumu yangu niliyokabidhiwa nitazitekeleza na kuzilinda kanuni she.

Ajioni wanafunzi wenzangu, kwa kwanza ningependa kumshukuru Mungu wanafasi, ya Yapili, kwa nafasi alonipa. Ya pili, napenda kuwashukuru walimu pamoja na wafunzi wenzangu kwa kuniamini na kunichagua kwa kiwa kaka mkuu wa shule yetu. Nachoomba ni ushirikiano wenu. Asanteni. Napenda kushukuru wanafunzi wote wa kunichagua na kuniamini kuwa kiongozi. Napenda kuwashukuru pia walimu wa kunipendekeza kuwa kiongozi, maana mchujo haukuwa mrahisi kwa, kwa kweli. Kingine, naombeni ushirikiano wenu jamani, asanteni.